Tunaelekea katika eneo ambalo limekuwa na mhemko wa kisiasa, Rashid Abdalla, wagombea tisa, wapigaji kura ni elfu tisini na nne mia nne kumi na saba. Naam, bila shaka ni eneo bunge la Malava, ambao pia kuna baadhi wa waniaji ambao walijiondoa katika kinyang'anyiro hicho. Uh, na hivi sasa katika maeneo la Manyonje Butali, ukiangalia ni kwamba lipo Melita Ole Tenge hapo nyuma. Uh, kuna watu ni kama wanashangaa kuangalia lile gari, najua kwa mtazamo wetu ni gari ambalo limechomwa, lakini nataki tuzungumze na ati ati, maana yake ukweli unao wewe Melita Ole Tenge. Tujengee picha, nini kwanza kinaendelea hapo ambapo kila mtu wana kijiji wanashangaa, alafu baadaye utueleze kuhusiana na zoezi zima la upigaji kura katika siku ya leo, Melita Ole Tenge. Naam, shukran sana Rashid. Tuko katika eneo la tukio, katika eneo la Manyonje, uh, hii ni wadi ya Butali, uh, katika eneo bunge la Malava. Na nyuma yangu unaona ni gari lililochomwa uh, karibu lisali moja lililopita hapa baada ya machafuko kushuhudiwa. Inadaiwa na wakazi kwamba kulikuweko na mirengo mbili ya kisiasa ambayo ilipatana hapa, na ghafla bin vu ikawa ni tukio hili kufa, kutendeka. Inadaiwa kwamba jamaa mmoja ambaye alikuwa amejifunika uso alishuka na kulipiga gari hili risasi a, katika tairi yake moja. Gari hili ni la kinara wa chama cha DAPK, Eugene wa Malwa, na anadaiwa kwamba alikuwa katika kapitapita pita zake baada ya kumsindikiza eh, Seth Panyako mgombea wa chama hicho akupiga kura, lakini hapa basi kukawa na purukushani uh, ukawa na mvutano kati ya uh, wale wanaomuunga mkono uh, Seth Panyako na wale ambao wanamuunga mkono David Ndako wanakusababisha tukio hili. Kwa hivyo gari hilo lilichomwa hapa na kusababisha hali ya mguu niponye miongoni mwa wakazi ambao vilevile walikuwa katika shughuli zao, wengi wao pia wakij, wakielekea kupiga kura a, lakini sasa shughuli hiyo hapa imeonekana kuvurugwa kwa muda mchache, kwa sababu sasa ndio tumepata kuwaona wakazi ni kama wanarejelea shughuli yao. Lakini kufikia sasa Rashid, tumepata kuwaona maafisa wa DCI kutoka kituo cha polisi cha Malava tayari wamefikisha kufika hapa kufungua uchunguzi kuhusiana na tukio hili. Vilevile tumeona kwamba usalama umeimarishwa hapa. Tumeona maafisa zaidi uh, wameelekezwa kuwasili kufika hapa ili kudumisha amani, maanake sasa hali si hali. Kuna uh, watu ambao sasa wanaendelea uh, kuzungumzia hili na huenda ikawa jambo ambalo si uh, la kufurahisha sana, hasa katika kipindi hiki uh, cha uchaguzi. Kwa hivyo ni tukio ambalo lilitokea kama lisali moja hivi lililopita gari uh, ni la kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa. uh, kama nilivyosema, hao ni maafisa uh, wa DCI wakijaribu kubaini ni nini haswa kilitendeka, manake wale ambao waliona tukio hili wanasema kwamba waliona uh, risasi ikifyatuliwa katika mguu mmoja uh, wa gari hili na ghafla binvu uh, kukazuka moto ambao ulisababisha kuchomeka kwa gari nzima, uh, na sasa kama unavyoona ni hasara kubwa pe Na mshukrani uh, sana mtazamaji. Tutaweza kurudi kwake baadaye, na kwa hivi sasa tunaenda moja kwa moja katika eneo la